Siku zile malaika alinifikisha kwenye maeneo ya, ya, ya, chanu ya, chanu ya kwa maana, nyumba ya tatu, na tazama maji yalikuwa yakitoka chini ya kizingiti cha nyumba upande wa mashariki, kwa maana nyumba ilielekea mashariki. Maji yalikuwa yakiteremka toka chini ya upande wa kulia wa nyumba, usini wa altari. Malaika akanileta nje Natazama maji yalitoka upande wa kulia. Akaniambia, maji haya yanakwenda upande wa mashariki, yanateremka katika Araba na kuingia katika bahari, na maji yake ya chumvi yatasafishwa. Kila mahali utakapofika mtu co kila namna miti ya matunda ya kila namna itaota, na majani yake hayatakauka wala matunda yake hayatakosekana. Miti itazaa matunda mapya ya kila mwezi, kwa sababu ya maji yake yaliyotokea patakatifu. Nayo matunda yake yatakuwa chakula na majani yake yatakuwa dawa neyootak